Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, wasikilizaji wetu wapendwa, karibuni kama kawaida yetu katika kipindi hichi, kipindi maalum, kipindi cha kuzungumzia kuhusu historia ya mpira katika mji wa Mombasa. Ki mji wa Mombasa umesheheni sehemu kubwa sana ya historia ya mpira, huwezi kutaja mpira ukawa utaiacha uta, uta, uta Mombasa kando haiwezekani. Na hizo ni kuanzia enzi zilizopita za zamani, ingawa wengi wamekufa tumekosa historia zao, lakini watu walipeana mawili matatu na bado tuendelea nayo sasa. Ndio umefika wakati ndio tahitaji kuyanukuu mazungumzo yao. Leo tumebahatika kabisa kumpata ndugu yetu Shahidu. Shahidu alikuwa mmoja katika magolkipa uh, hodari kabisa katika mji wa Mombasa. Uh, amewahi kusifika kwa sifa zake alizokuwa nazo, na ime tumebahatika kumpata hapa ili atufaidishe zaidi tuwe na hakika kuhusu ugolkipa wake na yale aliyoyashuhudia yeye. Ndugu Shahidu, karibu karibu sana katika kipindi chetu hichi. Naomba tafadhali kwanza ujitambulishe kwa wasikilizaji wetu, jina lako, mwaka uliozaliwa, mtaa uliozaliwa, na uchezaji wako wa mpira kuanzia udogoni, vichochoroni, mwanzo timu, ukaingia kitimu hichi, ukatoka kitimu hichi, mukaendelea na wale ulioshirikiana nao Utueleze mpaka ulipofika kwenye umri ambao sasa ukajiona sasa niko tayari mimi kutezea timu alafu, kuanzia hapo utatia kikomo, tutakuuliza mengine yaliyojiri. Shukran, karibu ndugu Shahidu. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatu. Asanta, nashukuru kwa kumkaribisha na namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa uhai mpaka hapa nilipofika leo na umri wa miaka sabini na mbili. Kwa kweli majina yangu Naiposhahii Hou wa Salim aka Baby Boy. Ukija Mombasa ukiuliza Baby Boy utampata tu e. mimi ni mzaliwa wa mji wa kale hapa karibu na iia, kwa kweli nikaenda shule Serani nikasoma Arab Boys. Sasa pa Serani nikamalizia hapo, nikaenda Tomboya sukuli. Tulikuwa ni wengi, tukabidi tupunguzwe, tukapelekwa Tomboya ambao zamani ikiitwa Kongoya. Nikamaliza hapo, nikaenda zangu kasoma sekondari Hamisi kidogo kule, miaka miwili mpaka form two nikadrop out, hali ya kimaisha na utoto ulikuwa ni mwingi ama kwa kweli. Nasoma chuoni Kalodeni, hapo sasa imejengwa nyumba ya mawaziri. Kwalikuwa Maalim Mzee akiswa Maalim Mzee ule mtaa ule sa kidogo basi, hapo kaa tukichezacheza mipira, nikaanza kucheza mpira, tukafungua timu yetu ikitoa New Star ambaye ilikuwa komini mimi almarhum Chege, kunakuwa kuna kijana mwingine akiitwa bacheni, na wengi wenzangu wameaga dunia kina jube. Tukaa tukicheza mpira hapa, sasa uwanja mdogo ambao ulikuwa kama ziwa la maji, ambao sasa umejazwa ukajengwa shule, ambao ni Sharif Nasir, naka bahati nzuri kwa hapo hapo, nimeguria hapo hapo Sharif Nasir kuna nyumba zile tatu za kaunti hapo. Kuna kiwanja cha skuli imejenga pale tukapajenga shule asha. Kutoka pale ndo likuwako, kuna timu mbili floringi, moja kiitwa Nyusta, moja kiitwa kst. Huku tukicheza sisi kule, wakicheza kubwa zetu kina Baishe kama ndugu yangu imejazwani furia wengi floringi, kina Muhammad Umari kina mispetei ochamcheza hapa hasa, kukawa na mashindano timu mbili, tukaendelea hivyo hivyo, tukaibadilisha jina ile timu, tukawa tunataka kuingia kwenye ligi, tukapata timu inaitwa coach, ambayo ndio ilikuwa timu ya kwanza Mombasa, walikuwa mabingwa. Ile klabu ikawa imefifia kabisa, tukapewa sisi ile fomu, tukaanza adivise

pesa kaakaa goalkeeper riza ka na goalkeeper moja akicheza Majengo akiipa saiji, wakawa wakaenda draw siku hiyo, ya pili ikawa ifanywe, yani replay. Sasa basi ikawa ile national league ile ikawa iwamekorogana kule uf ua ingini ikavunjika ma friendly na sisi twacheza timu za third division MDFA pamoja na District Football Association. Evo, kama tunacheza hivyo hivyo kama hakika kuchukuliwa na wale siku ya pili nikabwa mimi nitakuwa kwa goalkeeper. Nikapewa lefo bado mdogo sana, na umri wa miaka 16. Sasa na uoga natetemeka kwa kweli na nilikuwa ni mwembamba, na ndio tulikuwa mdogo sana. Kiangalia player ambaye alikuwa akicheza naye watu wazima akina Hamid break ya kaju nacheza nao. Kwa bahati nzuri, siku kaingia, kwa jina lika- likainuka, kaja penalti kule, woga kaishika ile penalti. Basi kawa ndugu kipa siku zote mpaka le, timu ile, chama cha mpira kikasikizana, kawa ni kina Matiba ndio ndolochukua. Kaendelea hivyo hivyo hivyo hivyo pesha zikatoka fomu, sasa kuandikishwa majina tu, kasain Pesha, kawa nachezea Pesha, lakini timu uliochezea ni hiyo New Star, ikabadilishwa kaitwa kochi. Kachezea Pesha, kisha baadaye nikaenda zangu Mwenge, nikachezea Mwenge baada ya Mahamudi washaundoka Mwenge, akenda zake wapi huku, kule hawana golkipa, wakanichukua mimi na mimi kweli kujifundisha mpira sana alikuwa kwa nikipenda sana kukaa nyuma ya goli pale Tomboya, nikimwangalia marehemu Kichwana, golkipa ule wa Tanzania ukuwa kicheza pesa. Yule ndo lonifundisha mimi golkipa, akanambia waweza kuwa golkipa mzuri, akawa yeye wanitreni. Kwa hivyo nikachezea chezea hapo, tena nikachaguliwa Mombasa chini kakama rizavu rizavu golkipa kuchezea na kina magogo na nini. Magogo alikuwa safari wakichezea West Ham kisha akaenda zake Mwenge. Mwenge akatoka zake dei, akatubakisha sisi ukubombasa. Naikua tukipendana, imani twateta uwanjani, lakini tukitoka nje uwezi kukubali huwo, tukaa kama ndugu le mpira tukicheza waia, aatoka kilabu hii enda kufanya mazoezi kilabu nyingine, ufukuzi ufanyu doyote. Ileka ikuwa imejaa Bomani, kumejaa kabisa. Kwa hivyo sasa hiyo ndio historia yangu kwa ufupi. Uh, Shahidu, nimekusikia ukitaja timu hino ya Coast, unaweza kutuangazia nini kuhusu timu ya Coast ambayo ina, ina, inasemekana kwamba ni timu ya zamani na wachezaji wakubwa wakubwa wengi wametokea pale na kwamba wanahistoria waliowahi kuweka hapa na nimekusikia ukiitaja timu ya Coast kutoka mtaa wa Floringi, hilo la kwanza. Halafu la pili, Shahidu uh, unasemaje kuhusu hii kauli ambayo uh, baadhi ya waandishi wa habari ambao walikuwa na, wa, wa, na msemo wakisema kwamba golkipa Mahmud Abbas uh, hakuwa golkipa mzuri sana lakini alikuwa ni golkipa akisaidiwa na maneno mengi eh, na kwamba yeye uh, akifanya maanake, anatishia uh, pale golini kama kwamba alikuwa na ushirikina fulani. Hi, swala, so, hilo sijui wasema vipi Shahidu? Naam, hii Kosti ilianza 1926 historia yake, kulikuwa na hiyo timu ikiitwa Kosti, alafu kukawa na timu ikiitwa Falah Muslim Mm. Kulikuwa na hizo timu kama hiyo Liverpool, kulikuwa na hiyo timu kama hiyo Feisal. Hizo ni timu za zamani sana sana sana, kutoka 26 30 40. Hizo timu zii sababu zetu kama kosi, kulikuwa na watu, kuna Kembo, kuna Mjanzwani, kuna Ustad Khamis walikuwa kina Falah wakiteza kina wakina nasurachaka... yani walikuwa ni babu zetu, na kosi ndo ilikuwa timu ikiongoza sana Mombasa kosi kwa kik kikombe na Liverpool, wakati wa kina Jabiri Ali Riziki, goalkeeper ni Albert Castana, kata hizo saona sii na 50 ulikuwa kina goalkeeper kina Albert Castana, kina Amrani kina Jabirali Riziki na kina, kina Msuo, umenielewa bwana? Bwana, kulikuwa na watu wa kisasa hata wengine na wasaa. Nafikiri nitakutafutia picha ya Liverpool ya zamani na coach ya zamani na Falah, hizo picha ziko, tutakutumia. Kulikuwa na timu kisha, alafu sasa ikabada baada ya Liverpool na festival akosi kwa, kuna na timu kika Majengo kitwa uh, uh, Brazil pale libaki. Kulikuwa uh, na timu kishaal una kitauro Burnley hizo sasa, so, zimekuja katika 1950s na 60s sawa, ona bwana, yani kila mwaka wale wachipukizi uh, wakiinukia wa, uh, kwafunguliwa timu yani babu zetu na baba zetu na wajomba zetu na pia tuguja kuteza nao wengine hiyo hizo timu bwana, wachana nazo. National team yote ya Kenya nzima ilikuwa ilirepresent ni Mombasa peke yao. Mtu wa bara alikuwa ako ni Kadenge, si na mwingine kilikuwa nani, yani kama watu watatu ndio walikuwa kitoka bara. Na zamani kulikuwa na kikombe kikiitwa Remington Cup. Remington Cup ile ilikuwa ikichezewa na district Mombasa, Nairobi, wapi wapi na maisha yake kilibaki Mombasa mpaka kumalizika, kikafia Mombasa. Hakuna timu ya bara yote ilichukua Mombasa hapa. Pia kulikuwa na timu ikiitwa Ramogi Maragoli, e, e, za wajaluo walipokuwa wako hapa, walifungua timu kika kule, wakifanya mazoezi uwanja wa Remis, kulikuwa na Maragoli, kulikuwa na hao, kulikuwa na kili simu mungine kama timu gani hivi, alafu zikaje timu zetu sasa, kina Bismarck Wanderers Champion eh, kwaje, Hudson Bay kaona timu zetu ndogo ndogo, ska ndio za timu ndogo baba, zile sasa zichafifia, nyingine cha kufa kufa sababu zetu ikabakia coach kwa baba zetu coach kwa iko pamoja vile vile na Liverpool. Liverpool ndio haikufa wala fresh wala haikufa Kaja mpango sasa, kubadilishwe jina, majina ya timu yasiwe majina ya Ulaya ya wala ya kikabila. Ndo kaja Mnazi Pesa ikaitwa Mnazi ile, Livapuli wakaitwa Mwenge, hawa Wananyuki wakaitwa Lids, Dandi ndo ikawa Zaragoza, Bismark ndo ikawa Ngome. Ushaona bwana, timu kama hizo. Kwa hiyo kulikuwa na makimu makimu mengi, hata mingine na sawa na wabaguzwetu wote watu wa bara wa bwana walipeza mpira lini bwana? Basi ni ukabila sasa. Hebu angalia national team ikitagawanywa kisawa sawa, players nusu watoke Mombasa, nusu watoke kule, wallahi kwa shinda players wako watoto wetu wacheza, lakini nafasi hawapewi, hawapewi kwa ubaguzi na maisha maisha national team nakwambia, maisha yao hakuna. Ni best goalkeeper aliotoka kule ni mmoja tu, ni James Yanga pekee yake. Lakini magoalkeeper wote na tena sio ati ni maho ni, ni national team peke yake, wale walikuwa ni world goalkeeper. Maanake mpaka dakika hii sijaona ati Manchester ama nani goalkeeper kama hao a kuruka uchuma mpaka uchuma si kwa tukiruka chuma mpaka chuma golkipa fuata mpira mbio bwana na sasa wakati ule ingekuwa kama sasa yuko magogo au mamujwa basi ama mimi ama wengine wallahi hawa play awatufunga yaani ukiguswa tu kidogo hivi ni faulu ukiguswa kidogo fa zamani waruka na mpira wabebwa wakifuata ndani ya neti na ni goli na mna namna vile utakavyo

wamba kia kula mgokaa na kukia unga, mateja wengi. Sasa nacawapazi zile nafasi zamani, watoto wako Bomani, tononoka wako Bakstan, wako kule. Sasa libaki watu wako ground, hizo ground wenyewe wamezigrabu. Sasa hakuna nafasi pia tesa mipira, baada ya watu wamtukanyagia, na sisi wenyewe huku pia twajiua kwa starehe huo mgokaa unapoletwa kwa Mombasa ukiangalia, wallahi kwa siku gari nane, gari saba huo mgokaa, marunga ya shilingi hamsini. Hebu nambie, kuna marunga yakuuzwa shilingi hamsini? watoto wakabiki ya ugonjwa, alafu kuna nanini unga, na sasa kuna hiyo nyingine isijua toka South Africa, hiyo bangi ina harufu balaa. Moja kwa mbili hapa, na watoto ataka sana tukae nao chini tuwafundishe, lakini alhamdulillah kuna bunge vikombe, bunge, tuna tuna na, vile wakuja bidii ndogo ndogo watoto wanukia, ukimwangalia kama barazal pale Makadara. Alhamdulillah, awakusanya watoto mwenye kwa fedha zake aweka pale, awafanyia ligi kina Alamin. Tumeikomboa ile serani uwanja free, watoto wenda wacheza sisi wazie pia Jumamosi, Jumamosi twenda ocheza kama kina Barazali. Ni kama una namba zao, ukiwapata kwa ukiwauliza kwa sasa na nini kwa kochi pale, jambo kwa, kwa la maana sana, mpata Lamin ule waserani, historia pale, Serani ground yetu watoto wako pale. Wallahi, jambo la maana sana umefanya. Aaakilaheri, subiri mpate hizo picha hizo nitafanya kuzitafuta tafuta, nikizipata insha Allah sitasahau, nitakuletea hizo za wazee wetu. Watu hawatezi mpira na, na njumu wateza uh, zile angle njumu za kwanza zilivyoingia, hakuna adidasa, kumekuwa kwaniale magola walikuwa akina. Mimi nakumbuka mdogo hivi mdogo kabisa, kuna timu nikuja hapa ya toka Uingereza

mamuju niolkiaafanya lapeneleawwatuambie ba wale walichukua golkipa katika Kenya kwa muda mrefu nani? Kwa muda mrefu, Magogo anleta kikombejeshaka wanchukua kikombe, Magogo analeta kikombe, wataje. Mamuju analeta kikombe, mamujbasa nleta kikombe, fainali ya Malawi, vikombe vingapi? Waambie sasa, wambie wachukue kikombe kama waweza watafungwa umri wao mpaka kufa, wanalana nao yeah, yeah. Salamu alaikum ah, ah. Shahidu bwana, punguza ukali bwana, taratibu bwana. Hebu tueleze Shahidu, kwa sababu vijana wa sasa wengi wameenukia, wakisikia waki, waki, waki wakisikia kuvisa va aliyekuwa referee mzee Maulidi, Mungu amrehemu mzee Maulidi, ametambuliwa na FIFA. FIFA yenyewe ilimtambua kama one of the best referees that Uh, ever, uh, we ever had kwa hivyo, hebu tueleze kuhusu Maulidi alikuwa ni refario aina gani, kwa sababu amechezesha mechi nyingi na ana visa fulani ambavyo twataka vijana wavisikie visa vya mzee Maulidi. Tafadhali bwana Shahidi, tafadhali hebu tueleze hapa bwana, maanake nasikia rafu zikichacha akatia firimbi mfukoni akasema haya, sasa piganeni viatu. Sasa ndio hapo mtajua kwamba kumbe refari ni muhimu Ilikuwa si rafu tu, alikuwa na visa vingi yule. Alikuwa akichezesha mpira anana kipande cha jisu kiunoni, mkiamsha ngumi subutu kujaribu kusongea mbele yake, asilichomoa aweza kukunyofoa tu mara moja. Na mkija mpango wa kutaka kucia na ngumi, waangalia kwanza, mkapigana, kisha kishakuja pale akawaamua na mkianza rafu mpango wake ni huohuo hatoi ha, mafauli ya ovyoovyo. kanyaga nini ta kayagkanyaga kusha kuvunjwa basi, manake mpaka wawasikia ma, kule rasha waulivyewe hey, penetio akwambia, endelea. Mimi mwenyewe nakwambia kuna siku nyingine tacheza fesha na hawa twaji hawa Breweries. Basi nilikuja kanyagwa na ni niko Mwenge eh, siku hizo magogo asotoka vrez kule, alikuwa goalkeeper mwingine na huku niko mimi na namba tano ni amishekei sasa, kila boli likija vile navichukua wale waniatrak wani, wani, wani manake <coughs> na sasa mimi wanakimbilia siingie kule melkin bake, kila napigavo likuwa nkishika nakufatia goli moja. Sasa ule robinosoro alikuwa kwa namba tisa bana Maulidi, akaja kwangu akaniambia, jamaa mbona unakuumia sana, kwani wewe una toxic adani pa warning? Kumbe uko anambia, yani faa kunyoshia kidole kwa kwa wewe, una toxic za kumfanyia. Basi ukuja kutoka bwana, ile hatari ile ya kiruka nikamkosa bwana, yaka akafanya kuinua miguu bwana, akaja kanikanyaga kwenye mali haya madude yangu hapa, no na tata. Basi kuondoka pale, kufika mbele amsifikei wazunguka, wamsikia amwambia mwenzake, samalize ile mswahili

hata Maulidi kuna moja alikuwa Saidi Kijongo kifupi kaka Kaloleni ule, pia alikuwa na stepu hizo hizo walikuwa marifari wa kisasa zamani. Wako bwana, wazee wetu, alhamdulillah, Mungu awasamehe huko waliko. Tena yule alikuwa na sifa moja bwana, haongeki bwana, hata ukienda aniwale maklabu takumuonga, haongeki ule atachukua ale pesa alafu na gemu aichezesha clean kabisa, refarii nzuri takaulio. Ukweli mseni na moya, kina nani wale walikuwa walikuwako, wale lakini, ukisikia refaria anaingia ndani, Maulidi apiga firimbi, lea wote kumkundamikia, sababu vile utakavokuja na ndivyo utakavokuchukua. Haogopi ati vita nini, haogopi. Wallahi ndugu yangu, sio sababu ya ukali, sio ya uchungu. Na mimi kama wanijua kweli, sahihi mambo yangu ni yale yale. Sauti hiyo ni maumbile yangu, kusema namna hiyo, lakini sina ukali, lakini ukweli lazima uzungumzie. Baada ya hao watu bwana, wantukanyagia na watoto wetu watujua bwana, hawataki spos kabisa, kiwachache sana bwana, wanaocheza cheza bwana hapo Oneo hiyo ndio Zaragoza hapo mwisho mwisho, mimi mkaa nasikia Dandi hapo tucheza mechi hii tukachukua kikombe hiki.